Spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula ametaka asasi za kiusalama na vitengo vya ujasusi kuharakisha uchunguzi wa kina kutokana na kupigwa risasi na kuuawa kwa mbunge Ongondo Were wa Kasipul Charles Ong'ondo Were ili wahusika waadhibiwe kisheria. Leonard Shebe wa Malwa ndiye anayetukunjulia jamvi la West TV jioni na taarifa hiyo kwa kina kutoka kaunti ya jiji kuu la Nairobi Akiwahutubia wanahabari katika chumba cha wafu cha Lee Funeral Home hapa jijini Nairobi, alikokwenda kutoa heshima zake kwa marehemu mbunge wa Kasipul Charles Were, spika Wetangula amevitaka vitengo husika vya usalama kuwajibika na kuhakikisha waliotekeleza mauaji ya kiongozi huyo kwa kumpiga risasi mara kadhaa wanafikishwa mahakamani na kuadhibiwa.

Spika Wetangula ametoa hakikisho kwa vitengo vinavyoendeleza uchunguzi kuwa bunge hilo la kitaifa litatoa msaada stahiki ili haki ipatikane kwa familia na wakenya hasa wakazi wa eneo bunge la Kasipul. We want to be open minded so that investigations can be carried out freely and fairly and as parliament we will be available to assist in every way we can.

Must face the music. Kadhalika, spika Wetangula aliyeandamana na baadhi ya wabunge na maseneta hasa wa chama cha ODM ametoa hakikisho kuwa bunge liko tayari kufadhili mafunzo zaidi kwa walinzi wa wabunge ili kuimarisha usalama wao zaidi. Kwa wabunge wetu, ninawarai, kila mmoja wenu amepewa security muhakikishe kwamba wale walinzi wenu wanafanya kazi sawasawa kama mnataka tuwapeleke training, tutafanya hivyo kama bunge, tukishirikiana na Police Service Commission, na nataka kuhakikisha ya kwamba kila mbunge anakuwa na security ya kutosha, ili wafanye kazi yao bila uoga au bila kuhofiwa. Mipango ya mazishi ya marehemu mbunge huyo wa ODM inaendelea huku akiratibiwa kuzikwa nyumbani kwake Kasipul katika kaunti ya Homa Bay mnamo tarehe 9 mwezi huu wa Mei mwaka 2025. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi, naitwa Leonard Wamalwa.